Unapoona familia fulani imefungwa kwenye eneo hasa la mafanikio, usije ukakimbilia kuwahukumu kwamba hawafanyi kazi. Nataka kukuambia kuna wanawake na wanaume wanafanya kazi sana usiku na mchana, tena kwa maarifa, tena kwa weledi, tena kwa ujuzi mkubwa, tena kwa uvumilivu mkubwa, lakini kufanikiwa kwao imekuwa ngoma nzito. Kwa nini? Ufalme wa giza wanaweza wakatoa sadaka, kwamba sadaka hii tunayoitoa hii familia ya fulani isije ikakaa ikafanikiwa maisha yake yote. Kuna wazazi kwenye maisha yao wameondoka duniani, wakahakikisha kwamba familia zao zinakuwa na amani Yaani walitoa sadaka ya amani, kwamba Mungu, wewe nichukue muda wote unaotaka lakini nina, ninatoa sadaka yangu kwenye uzao wangu, ninaomba uzao wangu waishi kwa amani maisha yao yote wasije wakawa wanafarakana farakana, wasije wakawa wanauana. Ametoa kabisa sadaka ya amani, amehakikisha kwamba hii familia wataishi maisha ya amani, wataishi maisha ya kusaidiana siku zao zote. Mnaweza mkawa mkawa mnakutana kila mwaka mnasema, ah, huu mmoja tumeutengeneza kwa sababu tunakutana kila mwaka kama ndugu tunajadiliana na vitu hivyo. Hayo maelewano hayo mafanikio huo umoja wameujenga kwa njia ya sadaka. Waswahili wanasema ukiona vinaelea ujue vimeundwa. Nakuta sadaka imeunda imeunda imeunda imeunda imeunda, naye akawa sasa hiyo familia, hata ufanye chochote amani haitapotea kwenye ile familia. Kuna wazazi walitoa maeneo kwa kanisa, nasema, Mungu, natoa hili eneo kwa ajili ya kanisa, na napotoa hili eneo kama sadaka kwa ajili ya kanisa ninaomba uwalinde watoto wangu, hata kama sikuwatengenezea mazingira mazuri, hata kama sikuwapa mitaji ya kibiashara, hata kama sikuwaozesha, lakini ninaomba sadaka hii ninayoitoa kwa ajili ya kanisa, mimi nikiwa sipo duniani, uwasaidie hawa watoto wangu waje wafanikiwe. Wanafanikiwa nini? Kuna sadaka inazungumza. Kwa hiyo ni muhimu sana hata unapotoa sadaka yako au hata unapokuwa unaomba maombi yako au mifungo yako mbalimbali mbali. Hakikisha unamwambia Mungu, sadaka yoyote iliyofunga maisha yangu iachie.